Vyombo vya habari nchini Irani vimeripoti kuwa kumetokea mlipuko mkubwa katika bandari ya Bandar Abbas nchini humo. Hadi sasa mamlaka nchini humo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu kilichosababisha mlipuko huo mkubwa siku ya Jumamosi, ambao umesababisha vifo vya watu zaidi ya 40 na kujeruhi wengine elfu moja huku kukiwa na ripoti zisizothibitishwa kuhusu uwepo wa kemikali iliyotumika kutengeneza mafuta ya makombora. CNN imeripoti kuwa, mashuhuda na video zinaonyesha kuwa moto umeanza katika eneo la makontena ambao umesababisha mlipuko mkubwa zaidi, kwa mujibu wa Shirika la Habari la Associated Press likinukuu televisheni ya taifa ya Iran kuwa, watu elfu moja walijeruhiwa huku mia moja na tisini wakibaki hospitalini, amesema Pir Hossein Kolivand ambaye ni kiongozi wa Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Irani. Video ya uchunguzi kutoka Shirika la Habari la Fars inaonyesha moto mdogo ukianza kati ya makontena, wafanyakazi wakikimbia kutoka eneo hilo, kabla ya mlipuko kusitisha video hiyo. Maofisa wa zimamoto waliokuwa wakitarajia kuzima kabla moto huo ilipofika Jumapili jioni baada ya ndege kumwaga maji ya bahari kwenye eneo hilo televisheni ya taifa ya Iran imesema mapema kuwa asilimia themanini ya moto huo ilikuwa imedhibitiwa hadi kufikia jana jioni. CNN iliripoti awali kwamba mamia na tani za kemikali muhimu inayotumika kwenye urutubishaji wa makombora ya Irani ziliwasili bandarini hapo mwezi Februari na Machi. Shehena na makontena yaliyoteketea yameonekana katika eneo la mlipuko huo ambapo shirika la habari, la habari la serikali la Iran limemnukuu afisa mmoja ikisema, mlipuko huo huenda umetokana na kemikali zilizohifadhiwa lakini hakufafanua ni kemikali gani. Iran imesema kwa upande wao, mamlaka ya forodha na Iran imesema kuwa inalaumu uhifadhi wa bidhaa hatari na kemikali katika eneo la bandari uliosababisha mlipuko huo. Kampuni ya kimataifa ya mafuta ya Irani imesema mlipuko huo haukuhusiana na mitambo ya kusafirisha mafuta, matanki ya mafuta ama mabomba ya mafuta katika eneo hilo. Katika hatua nyingine, maafisa wa Irani wamekana kuwepo kwa vifaa vya kijeshi katika bandari hiyo. Msemaji wa kamati ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya bunge la Irani Ebrahim Reza A, amesema kupitia ukurasa wake wa X Jumapili kwamba kwa mujibu wa ripoti ya awali, mlipuko huo hahusiani na sekta ya ulinzi ya Irani. Hata hivyo, rais wa Irani Mahmudu Pezeshkiani amefika katika bandari ya Abbas Jumapili alasiri kuchunguza tukio hilo na kuongoza juhudi za msaada. Pia ametembelea majeruhi waliokumbwa na mlipuko huo, inanukuu, lazima tujue kilichosababisha tukio hili. Pezeshkian amesema katika kikao na maafisa kilichoonyeshwa kwenye televisheni ya taifa ya Irani. Taarifa hii imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.